Habarini na karibuni tena kwenye kipindi chetu. Leo tutaenda kuzungumzia saratani ya matiti. Tutaelezea saratani ya matiti kwamba ni ugonjwa gani unawakuta uh, wakina nani, dalili za ugonjwa huu ni upi? na ni njia gani ambazo tunaweza tukafanya ili kuweza kugundua uh, saratani hii, lakini pia tutazungumzia pia matibabu ya saratani. Saratani ya matiti ni miongoni mwa saratani ambazo zinatokea, ambazo zinaathiri watu wengi sana duniani. Takriban wanawake karibia milioni mbili kila mwaka hugundulika na saratani hii na tafiti zinaonyesha kwamba ongezeko la saratani hii zinategemiwa hasa kwenye nchi uh, za Afrika pamoja na mataifa ambayo yana uchumi wa uh, kati na uchumi wa chini. Kwa hiyo ni tatizo ambalo litaendelea kuongezeka duniani na uh, hivyo ni vizuri mtu ukaweza uh, kufahamu ugonjwa huu na kuweza kuelewa vizuri. Sasa ni wakina nani ambao wanapata Um, saratani hii ya matiti. Saratani ya matiti kwanza, kama saratani zingine, hutokea uh, wakati vinasaba vinavyo vinapoharibika. uh, kwa hapa tunazungumzia vinasaba ambavyo vinahusika kwenye matiti vinapoharibika, na vinaendelea kutengeneza ugonjwa kwenye sehemu ya matiti na mpaka kutengeneza uvimbe ambao ndio saratani yenyewe inapotokea. Kwa hiyo vitu ambavyo huchangia saratani hii kutokea na unapokuwa na vitu hivi kwa wingi ndivyo hatari yako ya kupata saratani inavyoongezeka. Kitu cha kwanza ambacho huongeza hatari ya kupata saratani ya matiti ni kuwa mwanamke. Hii haimaanishi kwamba wanaume hawapati saratani ya matiti kwa sababu asilimia moja ya saratani ya matiti zinazotokea duniani hutokea kwa wanaume lakini wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume. Lakini sambamba na hilo, hatari ya kupata saratani ya matiti huongezeka kadiri mtu anavyozeeka, hivyo wazee hupata saratani uh, um, kwa wingi zaidi kuliko um, uh, vijana. Lakini kwa sasa hivi um, tukiangalia takwimu um, ambazo zinaangalia uh, utafiti mbalimbali mbali, hapa Afrika na hata uduniani kiujumla kumekuwa na ongezeko kubwa la vijana au watu ambao wana umri mdogo kupata saratani. Kwa hiyo um, uki, ukiwa na umri mdogo lakini ukaona dalili za saratani ya matiti, ni vizuri ukachukua hatua na usifikiri kwamba saratani ni ugonjwa wazee. Kwa hiyo inatakiwa uzingatie hilo, lakini pia uh, kwa watu ambao wana historia ya, ya saratani, historia ya shida kwenye um, matiti, pia ni watu ambao wana ongezeko la hatari la kupata saratani. Lakini pia kama una historia kwenye familia ya ya watu ambao wana saratani ya matiti, pia hatari yako ya kupata saratani inaongezeka. Ina pia kuna vinasaba ambavyo tunarithi na kati ya vinasaba hivi kuna vinasaba ambavyo vinaonyeshwa kwamba vinaongeza uwezekano wa kupata saratani ya matiti. Hapa kwa mfano ni uh, vinasaba vya BRCA1 na BRCA2 lakini pia kuna vinasaba vingine vingi pia. Kwa hiyo kama una historia ya uh, mtu kwenye familia yako mwenye saratani ya, mat, ya matiti ni vizuri ukachukua hatua za mapema ili kuweza ku um, kugundua shida hii hapa. Lakini sambamba na hilo, pia kuna watu ambao wana historia ya kupata matibabu au uchunguzi kwa njia ya mionzi kifuani na enyewe pia inazidi kuongeza hatari ya kupata saratani. Lakini sababu na hilo pia ni watu ambao aidha wamepata mtoto umri ukiwa umeenda, lakini pia watu ambao wameshindwa, wamechelewa kusitisha hedhi, yani menopause uh, imechelewa, lakini pia kutumia dawa za hormone hasa wakati wa uh, postmenopause hapo Anee, pia hizi ni kati ya vitu ambavyo vinaongeza hatari ya kupata saratani. Lakini kwa upande wa pili, kuna vitu ambavyo vinapunguza uwezo wako wa kupata saratani. Kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya, kwa mfano kama kupunguza matumizi ya pombe. Um, kunyonyesha pia imeonyesha kwamba inaweza kupunguza hatari ya kupata saratani, lakini pia uh, kufanya mazoezi na kuwa na uzito wa mzuri wa kiafya, yenye pia imeonyesha kwamba inaweza ikachangia hatari ya kupata saratani ikapungua. Sambamba na hivyo, kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya, kwa mfano kama kukagua matiti mara kwa mara. So hizi hapa sio basically, sio kwamba zinazuia kupata au zinapunguza kupata saratani, lakini at least zinasaidia kama saratani imeanza kutokea, unaigundua mapema kuhakikisha kwamba unajikagua mara kwa mara matiti yako, lakini pia kama una umri wa miaka arobaini na kuendelea, kuhakikisha pia unafanya kipimo cha mammogram angalau mara moja kwa mwaka. Lakini pia kama una historia ya saratani kwenye uh, familia yako ni vizuri pia ukamwone daktari ya kushauri namna ya kuanza uchunguzi wa mapema wa kugundua saratani ya matiti. Kwa dalili za kuwa na saratani ya matiti ni dalili kubwa hasa huwa ni kuona uvimbe kwenye matiti, kwenye ziwa, lakini pia kuna watu ambao hawatapata uvimbe kwenye ziwa, lakini wataona uvimbe kwa pani. Ni vizuri pia hiyo ikaangaliwa pia. Lakini ukiona mabadiliko yoyote yale ya ngozi, so ngozi imekuwa ngumu, imekuwa nzito, imebadilika rangi, au kuna mabaka, ni vizuri pia ukaangaliwa, au kama kuna mabadiliko yoyote yale ya, ya kimaumbile kwenye kwenye ziwa ni vizuri pia ukachunguzwa vizuri. Lakini pia kama unaona uchafu unaotoka kwenye chuchu, hasa kama ni damu, ni vizuri pia ukapata uchunguzi wa mapema na daktari akakupa ushauri. Kwa hiyo unapoona dalili hizi hapa kuna um, unatakiwa uwai uh, mapema hospitalini uonana na daktari. Ni vizuri kuonana na daktari ambaye ana uzoefu kidogo na magonjwa haya. Daktari atakukagua kwanza, atakufanyia physical examination kuangalia maziwa yako uh, yote mawili pamoja na kuangalia kwa kwapa. Lakini pia uh, uh, tunaweza tukafanya pia vipimo kwa hiyo, kipimo kikubwa basically huwa ni kipimo cha mammogram, ambao ni kama x-ray vile, inaangalia matiti na ni vizuri kufanya yote mawili. Lakini pia vipimo vingine ambavyo vinaweza vikatumika ni kama vile ultrasound ama MRI. Uh, so vipimo hivi vitashauriwa kulingana na umri wako na af, um, historia ya familia ya, ya kuwa na saratani pia. Lakini tukishaona uvimbe um, either kwa kukagua au kwa hivi vipimo, tunaweza tukachukua sampuli ya nyama ili ende kapimwa. Kwa hiyo sampuli ya nyama either, tunaweza tukatoa nyama yote au tukachukua tu sehemu ndogo ya huo uvimbe uende kapimwa kwa hiyo ni vizuri sana ukafanyiwa uchunguzi ili kama ni saratani iweze ikagundulika mapema zaidi. Saratani ikishagundulika daktari atakushauri kuhusiana na matibabu, na matibabu ya saratani ya matiti ni sawasawa na matibabu ya saratani yoyote ile. Ni lazima ipangiliwe vizuri. Kwa hiyo i uh, e, sio ilimradi tu umefanyia upasuaji na uvundu umeondoka, hapana. Kuna namna nzuri ya kupangilia matibabu yako, kwa sababu matibabu ya saratani ya matiti na, na saratani nyingi sana eidha, kuna dawa za chemotherapy ama dawa za homon. Kuna uh, upasuaji pia ambao unaweza ukatumika na kuna mionzi pia ambayo inaweza ikatumika. Na ni vizuri matibabu haya yakapangiliwa kapang, vizuri hasa, upangiliaji wake unategemea na hatua saratani iliyopo na ni saratani ya aina gani, kwa sababu kuna saratani za matiti ambazo unakuta, uh, aidha zina respond na hormone, zingine hazirespondi na hormone, lakini pia basically kuna aina nyingi sana, kwa hiyo itategemea na aina ya saratani pamoja na hatua iliyopo. Kwa hiyo sio kila saa ukigundulika na saratani lazima upasuaji uanze. Dawa za chemotherapy ama dawa za hormone za kuzuia hormone zinaweza zikatumika ili kuweza kupunguza uvimbe, lakini pia zinaweza zikatumika pia uh, ili kuangalia response, kuangalia kama saratani ina ina, ina respond vizuri na dawa kabla ya kufanyia upasuaji, ili tuweze kujua ni dawa gani za kuweza kukupa baada ya upasuaji. Kwa hiyo um, kama nilivyosema, kuna dawa za chemotherapy uh, lakini pia kuna dawa za kupunguza za kuzuia hormone ambazo basically ndio kuchangia saratani ya matiti kutokea kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo, mbali na dawa kama nilivyosema kuna upasuaji, hasa upasuaji upo wa aina nyingi nyingi na again hii itategemea na umri wako, itategemea na maumbile yako pia ya kifuani, lakini pia itategemea hatua ya saratani iliyopo, pamoja na sometimes na matako ya mgonjwa mwenyewe na discussion atakayoifanya na daktari. Kwa hiyo tunaweza tukatoa uvimbe peke yake na ziwa likabaki au tunaweza tukatoa ziwa lote pa, kabisa au tunaweza pia tukatoa maziwa yote mawili lakini sambamba na haya ayh, upasuaji pia tunaweza tukafanya pia upasuaji wa kutoa tezi za kwenye kwapa, kwa sababu tezi za kwenye kwapa ndio njia kuu ambayo saratani ya kwenye matiti hutumia ili kuweza kuvamia sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo tunaweza tukafanya kati ya upasuaji zote hizo nilizitaja. Kwa hiyo kama nilivyosema, itategemea na umri wako, maumbile yako, lakini pia na hatua ya saratani iliyopo pia. Kwa hiyo mbali na uh, dawa pamoja na upasuaji, kuna mionzi pia ambayo inaweza ikatumika kwenye matibabu ya saratani ya, ya matiti. Kwa hiyo um, uh, kugundulika na saratani uh, kwa watu wengi ni kama hukumu ya kifo, lakini sio lazima kwa maendeleo tulionayo ya kisayansi aa, na kitiba, kuna wagonjwa wengi sana ambao wanapona kabisa saratani. Kwa hiyo ni vizuri ikaigundua mapema, ni vizuri ikachukua hatua sahihi ya kuona na daktari kufanya uchunguzi na kupata matibabu kwa njia sahihi, na hii itakuongezea uwezekano wa kupona kabisa na kuishi hata maisha marefu. Lakini kumbuka unapogundulika na saratani ni vizuri uka ukawa karibu na marafiki na ndugu pamoja na watu wengine ambao watakushika mkono katika safari hii, kwa sababu safari inaweza ikawa ni ndefu kweli, na ni vizuri ukawa na watu ambao watakusapoti na kukusaidia.